Lakini kwa kweli, kwa kweli kabisa, chama chenu kiimarisheni, kiwe na sauti, mshirikiane wote, msukume taaluma yenu. Jamani, mtu wa kuona wivu wa taaluma yenu wa kwanza ni ninyi wenyewe, ninyi wenyewe. Waziri anafanya kazi kubwa sana, nataka niwahakikishie, simpigii debe, huyu ni msimamizi wenu. Mama Tofiki mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ni shahidi. Mheshimiwa waziri Gwajima katika kazi yake ya kusimamia maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii ameonyesha bila shaka yoyote tena, anakereketwa mpaka huwa anajiuliza wakati fulani, hivi nguvu anaitoa wapi? Kuna wakati mtu anaandika kitu cha ovyo kwenye mtandao, waziri anakwenda pale na anamjibu hapo hapo ili watu waone. Mimi ujasiri huo sijawahi kuupata, lakini yeye anafanya kazi yake. Hebu naomba mpeni sababu, waziri wenu akisimama kuzungumza, matokeo yaonekane kwenye halmashauri zenu, na hayawezi kutokea kama hamtafurukuta, kama hamtafanyaje? Furukuteni, wafanyeni, kila mtu ajue ninyi ni muhimu na ni lazima mshirikishwe kwenye mipango mlionayo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.